Yeah, yeah. The, the valley of the king. Asante sana, um, Master Matuta unajua yeah. Duniani kuna mfumo umetengenezwa nisijauelewa mm. Mm. Watu wanasema zamani watu walikuwa wanabadilishana chakula kwa chakula, chakula kwa, kwa kuni, chakula kwa dhahabu chakula kwa tuseme labda kwa chuma, kama mimi ni fundi chuma, na kwa hiyo itabidi niwe na hazina ya vitu watu wanataka kubadilisha kwa hiyo, mtu anakuja kuchukua chuma, ana, ananipa mahindi au mchele. Lakini sasa hivi kuna kitu anaita pesa, ambazo ni pepa, ni karatasi. Je, huyu ni nani anaanzisha mfumo huu bwana? Uh, first of all, unasema hii ni karatasi tu ambayo tayari imeshatengenezwa maana mm -hmm. is already printed Yes. Karatasi hii mm. haina mpango maalum kwanza ulitengenezwa wa kuondolewa kwenye ustaarabu wetu, ndio mm -hmm. civilization yetu. Mm -hmm. Na huu mpango wa hii pesa ulitengenezwa maalum ili kutuondoa kwenye ile negative Eh, ile eh, negative kubwa, nguvu kubwa, kwa sababu uh, chakula kwa maji, chakula kwa dhahabu mm. ulikuwa ni ustaarabu wa kumjua mtu na maisha yake, yani wa kuangalia umuhimu wa maisha yetu ya kibinadamu. Lakini mpango wa yale mataifa kumi yalipokaa chini yakasema, ili tu control maisha ya kila mtu ni lazima tutengeneze karatasi itakayomonita kila kitu ikumoniti leo, mm -hmm. moniti na familia yako na ndugu zako na jamii yako nyingine, yeah. So karatasi hii ikawekewa nguvu um, kidogo tu mm -hmm. ya thamani. Hapa hakuna chakula mm -hmm. hakuna dhahabu mm -hmm. hakuna maji mm -hmm. lakini without that mm -hmm. you can't get anything, huwezi kupata kitu chochote kwao. Huu ni mpango maalum wa kuwafifisha watu wenye nguvu, ndio wa kuwafanya watu wenye nguvu wawe chini ya madaraka au majukumu fulani, kutuondoa mm -hmm. kwenye energy yetu na nguvu yetu, wasisi kuwa miungu ndio. mm -hmm. maana kuna watu wanaabudu hii pesa ndio. yes. maana kuna watu wanakufa kwa sababu ya hii pesa ndio maana mm -hmm. yes. kuna mataifa mengine makubwa yanaendelea kutu, kututawala Afrika kwa sababu ya hii pesa. mm -hmm. bado tuko chini ya utawala wa wakoloni kwa sababu ya hii karatasi. Kwa hiyo huu bwana senior senior wangu grandmaster mm -hmm. ajaye mm -hmm. Huu ni mpango maalumu ambao utaitesa hii element hiil kwa zaidi ya miaka mabilioni kama watu wasipojitambua, tusituka kwa ile zamani, ilikuwa ni utamaduni mzuri, lakini ilikuwa ni kwa sisi wa Afrika ilikuwa ni, uh, ni ujamaa au ni dialogue nzuri ya kuishi kwenye maisha yetu halisi. Yale yalikuwa maisha ya kibinadamu. Sasa hivi tunaishi maisha si ya ubinadamu tena. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba <coughs> hii wanaita paper money mm. ambayo ime, hii imeleta matatizo kwa watu mm. duniani yeah. sio kwa Afrika yeah. peke yake, dunia nzima yeah. wanatumia hii paper money yeah. kaan wanavyosema, kwa sababu wao wanahifadhi dhahabu sana mm. Ya makaratasi benki, wanachukua dhahabu wanasema. yeah. utajiri duniani unahesabiwa yes. sio yeah. kwa makaratasi, unahesabiwa kwa dhahabu. kwa hiyo nao ni mpango wa kuleta hizi karatasi, kuchukua dhahabu, tuwe makini. kwa hiyo swali lingine, bwana Grand Master Matuta. yeah. kwa hiyo ina maana hii karatasi imeleta njaa, imeleta matatizo yote kwenye, kwenye hii element yetu, yani matatizo makubwa kwenye ulimwengu wetu ni hii karatasi yes. hii ndiyo karatasi ambayo imeleta matatizo makubwa sana. mm. Nafikiri kijayo tutakuja kuwaeleza aliyetengeneza karatasi hii na mpango wake ulikuwa ni nini, nini. na shirika la fedha duniani yeah. IMF, yeah. International Monetary Fund liko chini ya yeah. nani? yeah.